Amani ya Yesu iwe nanyi tena. Tunashukuru na kusema ni asante, kwani ni siku njema vipi. Kristo Yesu ametupa nafasi hii tena. Kwa kweli ninashukuru sana kwa sababu nafasi kama hii sistahili kwa yale maisha ambayo ninaishi kwa yale maisha nimekuwa nikiishi, kwa sababu neno la Mungu, yule ambaye anafaa kusimama na kulitangaza lazima hawe mtu ambaye hana hofu, hana wasiwasi, achafanya maofu. Lakini kwa neema ya Mungu, anajua mwanadamu ni mdhaifu. Hakuweka sharti kama hilo. Alisema yule ambaye akutiare hako wapi? Maandiko yananiuliza hivyo, kwa kitabu ya Isaya, ni nani ako tayari ni mtume na ni mtume nani, nani aende kwa ajili yetu? Kwa hivyo ha hakuita wenye wametakakika wa ao wenye ni watakatifu la, alitaka watu ambao wako tayari kwenda kufanya kazi yake, pila msimamo wa aina yeyote, pila wasiwasi yeyote, pila masharti yeyote. Wacha tuende kwa neno, tusikie neno linasemaje kuhusu watu ambao wako tayari kumfanyia Mungu kasi, na watu ambao wako tayari kumfuata na kumtafuta Mungu. Leo tutachifunza kutoka kitabu cha Isaya 30, tutasoma uh, Isaya 29, sura ya 29 mstari wake wa 9 mpaka 13. Nitasoma kwa jina la Yesu. 9. Ngojeni mstaajabu, fanyeni anasa zenyu na kuwa vipofu wamelewa wala si kwa mvinyo, wamewayawaya wala si kwa sababu ya kileo. Kwa maana Bwana amewamwagieni roho ya usingizi, amefumba macho yenu, yaani manabii, amefunika vichwa vyenu, yaani waonaji, na maono yenu na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya chuo kilichotiwa muhuri, ambacho watu humpa mtu aliye na maarifa wakisema, tafadhali ukisome hiki, akasema, siwezi kwa kuwa nimetiwa, kwa kuwa kimetiwa muhuri. Kisha chuo hiki akapewa mtu asiye na maarifa akaambiwa kisome hicho tafadhali, akasema si, sina maarifa mimi. Bwana akanena kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Neno la Mungu litukuzwe. Ukweli ni kwamba maandiko yanatuuliza kwamba tushangae, tustaajabu, kwa sababu hata leo hii Injili yenye tunahubiri hapa kusema Mungu ametuonyesha vurani atakufa utapokea gari, utapokea shamba, pokea mke, pokea watoto. Hayo yote ni uongo. Sababu gani? Amesema tayari, kwa sababu ya vile tumeenda mbele zake, si kutafuta uso wake. Tumeenda mbele zake tukimudanganya yeye, ndio maana amefunika vichwa vya manabii. Manabii ndio wanafaa ongee nao Tayari amefunga njia ya kwenda kwake, ndio wapatane na yeye. Waonaji wamefungwa macho, hawawezi ona. Sasa yenye wanakueleza kwamba wameonyeshwa ni uwongo, ni mambo yao ambayo wamefundishwa na wanadamu. Tuelewe ili neno vizuri ule unabii wakati huu unapeanwa, sina maana kila unabii, lakini asilimia kubwa ni mafundisho ya wanadamu. Yule ambaye ameonyeshwa na Mungu, mimi siwezi kukwambia ni nani, lakini maandiko ya Mungu yenyewe yalitabiri kwamba hawa manabii wako na haja na chenye kitaingia kwenye tumbo zao. Kwa hivyo nimefumba macho yao na vinywa vyao havitanena ukweli, kwa sababu sitakuwa na uhusiano na wao. Leo hii mtu wakuje kwako, akwambia ametumwa na baba yako, ametumwa na mama yako, ila hali yamjui. Sasa amemtuma wakiwa wapi? Hilo ndio swali kubwa tunafaa kujiuliza, kwa sababu hapa imemaliza pale chini ikisema kwamba Maagizo ya wanadamu ndio inatumika saa hii, yale tulienda shuleni tukafundishwa, ndio tunaambia watu kwamba Mungu ametuonyesha, Kenya itaenda hivi, Tanzania itaenda hivi, kutanyesha. My friend, wewe chukua jukumu lako, songa mbele za Mungu, muulize Mungu tuende upande gani, tufanye namna gani. Mungu hana upaguzi kwamba wewe ni mlevi, wewe ulikuwa mwizi, wewe ni msherati, sio nini. Ukisimama mbele zake na useme Baba, niko tayari unioshe. Wewe kuwa tayari tu. Yesu atakuosha na kukutakasa. Amani ya Kristo iwe nanyi.